Hadithi ya Yohana kwenye kisiwa cha Patmo inapatikana katika kitabu cha Ufunuo, hasa katika Ufunuo sura ya kwanza. Hadithi hii ni halisi kama ilivyoandikwa kwenye Biblia, kuonyesha mapito magumu na shida zote alizopitia Mtume Yohana na kukutana kwake na Yesu Kristo. Yohana, mmoja wa wanafunzi wa Yesu, alikuwa mfuasi aliyejitoa kikamilifu mbele ya Kristo. Alishubu, al, alihubiri Injili bila uoga akieneza ujumbe wa Yesu hata baada ya mitume wengine wengi kuuawa. Kwa sababu ya ushuhuda wake juu ya Yesu, alikutana na mateso makali kutoka kwa wenye mamlaka wa kiumi wakati wa utawala wa Maliki Domitian mwaka 81 hadi mwaka 96 baada ya Kristo. Wakristo walikuwa wakikamatwa na kuuawa kwa kukataa kumwabudu mariki kama Mungu. Mtume Yohana akiwa mzee wakati huo alikamatwa na kupelekwa uhamishoni kwenye kisiwa kisicho na kitu cha Patmo, mahali penye miamba, mahali pa pekee katika bahari ya Aegean. Alipelekwa huko akiwa mfungwa kwa sababu ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu, Ufunuo sura ya kwanza na mstari wa tisa. Maisha ya Patmo yalikuwa magumu. Akiwa mfungwa, inaelekea Yohana alilazimika kuvumilia njaa, hali mbaya ya hewa na upweke. Licha ya magumu hayo, aliendelea kuwa mwaminifu kwa Mungu, akiendelea kusali na kumwabudu Mungu. Jumapili moja Yohana alip alipokuwa katika roho akimwabudu Mungu, ghafla alisikia sauti kubwa nyuma yake kama tarumbeta. Sauti ilisema, andika katika kitabu unachokiona na upeleke kwa yale makanisa saba ufunuo sura ya kwanza na mstari wa kumi na moja yohana alipogeuka ili kuona ni nani aliyekuwa anazungumza alimwona yesu kristo katika umbo lake la utukufu akiwa amevaa vazi refu na mshipi wa dhahabu kifuani mwake kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe kama theruji Macho yake yalikuwa kama miali ya moto, miguu yake ilikuwa kama shaba iliyosuguliwa, inayowaka kama tanuru. Sauti yake ilikuwa kama sauti ya maji yanayotiririka. Alikuwa na nyota saba katika mkono wake wa kulia na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka kinywani mwake, uso wake uling'aa kama jua katika mng'ao wake wote. Yohana alipatwa na hofu kubwa na kuogopa sana akaanguka miguuni pa Yesu, akawa kama aliyekufa. Lakini Yesu akaweka mkono wake juu yake, akasema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Mimi ndimi aliye hai, nalikuwa nimekufa, na sasa tazama ni hai hata milele na milele, nami nina funguo za mauti na kuzima. Ufunuo sura ya kwanza na mstari wa kumi na saba. Yesu alimwagiza Yohana kuandika kila kitu alichokiona na kupeleka kwa makanisa saba ya Asia ndogo ambayo ni Uturuki ya leo. Yesu alitoa ujumbe kwa makanisa haya, akiwaonya wengine watubu na kuwatia moyo wengine wadumu katika imani. Kisha Yohana alichukuliwa katika Roho hadi mbinguni, ambapo aliona kiti cha enzi cha Mungu, malaika na matukio yajayo ya ulimwengu. Alipata maono ya wapanda farasi wanne, kuinuka kwa mpinga Kristo, na vita vya mwisho kati ya wema na uovu, hukumu ya ulimwengu na kurudi kwa Kristo, mbingu mpya na nchi mpya ambapo Mungu atatawala milele na watu wake. Yohana aliandika kila kitu kwa uaminifu katika kile tunachokiita sasa Kitabu cha Ufunuo. Kulingana na utaratibu wa Kirumi, baada ya maliki Domitian kufa, Yohana aliachiriwa kutoka Patmo na kurudi Efeso, ambako aliishi hadi uzee, akiendelea kufundisha juu ya Yesu mpaka alipokufa kwa amani. Hadithi hii inaonyesha kwamba hata katika mateso na vifungo, Mungu anaweza kufichua neema yake kuu na uaminifu wetu kwa Kristo hutuleta kwenye thawabu ya milele. Amen.